Kwa mambo ya Nzoya nataka niseme tena, mbunge wenu huyu ndio pekee yake ameface ya Ruto mundu hu mundu. Hapa Nzoya akasema bwana Ruto, kuuza Nzoya tawe, kukodesha Nzoya tawe, kubinafsisha Nzoya tawe. Tuko tunasema sisi kama DAP Kenya tumerudi kotini kusema Nzoya haiwezi ikauzwa bila idhini ya ninyi watu wa Bungoma and we will not allow public property to be disposed of without public participation and the support of the people of the great county of Bungoma leasing is part of selling privatization is part of selling and selling is selling selling of Zoya i want to repeat we say tawe mheshimiwa rais <laughs> alitupa agiza mambo matatu alisema akichukua hatamu za uongozi atatupa mashini mpya atalipa wafanyikazi, yes. Mheshimiwa alisema kwa siku mia moja atakuwa amelipa wakulima. Mtufanyie hiyo, na kama haiwezekani, muwachane na sisi. Sisi pia tuko na haki. We are major stakeholders in this county. Tukisema kitu hatusemi kwa ubaya, si hatuko na chuki na mtu. Tunataka mambo ifanywe kwa njia ya uwazi, kama ni kuweka tenda yoyote binafsisha ama kulis weka kwa meza tuone kitu imefanyika kwa njia nzuri.